Jeshi la polisi linakuja kwenye ofisi hapa Mfaranyika ofisi, lengo lao ni kutuvuruga. CHADEMA tumekuja kufa, kufanya press ya amani tumekuja kufanya press ya amani, na hao ndo, ndo, ndo, ndo jeshi la polisi wamekuja kutuvuruga CHADEMA. Tumekuja kufanya press ya amani ili baadaye tuende kwenye mkutano wetu wa hadhara wa amani. Tunatoa wito kwa jeshi la polisi waache mara moja hiki wanachofanya, sio sawa zee